Kwa eventi hii ya AviaDev inaenda kuongeza fursa nyingi na nyingi na zaidi. Hiyo fursa, maana yake ni inaenda kuchochea kwa kiasi kikubwa, kwanza Zanzibar itaongeza mapato kwa sababu tukizungumzia watalii wakija, maana yake watalii watali, watali, watali, hawaji bure wanaacha wanapei vitu ili kuweza kupata vitu fulani, lakini pia mtu anapokuja maana yake yeye anaiza, anaenda kuita, anakuwa kama balozi wa kuitangaza Zanzibar, lakini pia ki airports maana yake ni tunaweza tuna, tukaenda tena kuchukua zawadi nyingine ya, ya, ya kuwa na, na, na, na, na rusi nyingi za, za, za, za, za, za flight hapo Zanzibar kama ilivyokuwa wali wamechukua tuzo kwa naamini kwa event hii ya AviaDev inaenda kuongeza fursa nyingi na nyingi na zaidi, kwa sababu kwanza kisiwa chetu ni kizuri sana.